Katika kipindi tulichopita hapa nyuma cha ugonjwa wa korona, tuliopata changamoto nyingi ambazo kwa baraka za Mwenyezi Mungu Mungu aliweza kutupishia mbali janga lile. Ni kipindi ambacho sekta nyingi za uchumi zilianguka. Ukiangalia kwa idadi ya abiria, kwa mwaka elfu mbili na ishirini abiria walishuka hadi kufikia milioni mbili milioni mbili kwa mwaka kutoka milioni tano tuliokuwa nayo 2017 lakini mwaka huu tunatarajia abiria watafika milioni saba. Kwa hiyo ni ongezeko la abiria kama milioni tano kutokea mwaka 2020 ni ongezeko kubwa. Kwa hiyo sisi ambao tuko kwenye usafiri wa anga na wadau wetu, tuna dhamana kubwa kuhakikisha kwamba sekta hii inaendelea na inaendelea kukua, na ni kwa kushirikiana kwa kuhakikisha kwamba tuna, uh, tunatekeleza majukumu yetu kwa kuzingatia sheria na ubora na ufanisi kwenye sekta hii ili tuweze kuimarisha zaidi sekta yetu ya wa usafiri wa anga na uchumi kwa ujumla.